Jina langu ni Ali Jaber Mwadini, ni balozi wa Tanzania nchini Ufaransa, lakini pia nawakilisha katika uh, shirika la Umoja wa Mataifa la Sayansi, Elimu na Utamaduni, UNESCO. Na leo tuko hapa kisiwani Mafia tukiambatana na mkurugenzi mkuu wa UNESCO Bi Azule Audre ambaye amekuja Tanzania. Hii ni ziara yake ya mara ya kwanza, na ni ziara adimu kwa nchi zetu wezi kutembelewa na kiongozi kama huyu na ameanza rasmi leo kutembelea kisiwa cha Mafia. Na kwa nini amekuja Mafia? Mafia ina upekee kabisa kwenye masuala ya uhifadhi wa hifadhi hai au biosphere reserve, na jinsi maelezo aliyopata hapa, amevutiwa sana na kazi ambayo Tanzania imeshaifanya ya kuhifadhi eneo hili na maeneo mengine ya urithi wa dunia hapa Tanzania eh, ambayo sisi kwa ujumla tunayo maeneo saba na tumetembelea pia kisiwa cha Chole ambacho kina historia kubwa ya tawala za zamani zilizotawala pale wakiwemo Waarabu na watu kutoka bara la Uropa hususan Wajerumani, na amejionea jinsi ambavyo historia hiyo imetunzwa naendelea, naendelea kuhifadhiwa. Lakini kipekee kabisa amejionea shughuli ambazo zinafanywa na kina mama, kina mama wa Chole ambao wanajishughulisha na shughuli za kiuchumi zinazofungamana na na uchumi wa bluu lakini pia na uhifadhi wa mazingira kwa kilimo cha mwani na kutengeneza bidhaa zinazotokana na mwani, na kwa kweli amevutiwa sana na tumeshauriana kwamba wale kina mama ikiwezekana tuwaalike Ufaransa, ili moja, waende kutoa kielelezo cha maingiliano mazuri kati ya binadamu na mazingira, lakini pili nao waweze uh, kutangaza utamaduni wa Tanzania hasa katika um, eneo la mwambao ambalo ni, ni miongoni my, ni mwa eneo ambayo UNESCO inashirikia. Lakini tatu, waweze kuonesha bidhaa ambazo wanatengeneza na sisi ubalozi tumejizatiti titi kujaribu kusaidia kuwatafutia soko, na huenda wakina mama hao wakashiriki katika wiki ya Afrika ambayo hufanyika mwezi Mei duniani kote, lakini pale Paris wanasherekea kushirikiana na UNESCO. Na wapa wito watu wa Mafia na wadau wote wa mazingira na uhifadhi kuendeleza. Kusema kweli, Tanzania inao wajibu wa kutunza mazingira haya kwa ajili yake kizazi cha sasa kijacho, lakini pia kwa ukanda huu, kwa sababu eneo hili linasifika kwa mazalia ya samaki au aina mbalimbali na viumbe wengi wa baharini.